KINAPA kwa kipindi chote mmekuwa mkiendelea. Mimi nilipokuja kwenye wilaya hii kwa mara ya kwanza, nimeikuta KINAPA na nadhani ndio shirika la kwanza kulifahamu. Nikawa na shauku ya kujua, kila nikienda mahala ofisini pale kwangu kwa kipindi wananiambia KINAPA, eh, nikikutana na watu wananiambia KINAPA. Kwa hiyo kidogo nikaanza kutaka kuifahamu KINAPA ni shirika la namna gani. Kwa hiyo mna umri mkubwa ambao mmefanya kazi na sisi kama serikali pia tunaendelea kuwa kuwapongeza, lakini leo umeingia kwenye zoezi zima la uchaguzi. Uchaguzi una mambo mengi. Wito wangu mimi kwenu mkubwa ni kwamba, sijajua kuna wajumbe, si ndio hawa? E, wajumbe ndio hawa. Uchaguzi una mambo mengi sana. Nimeelezwa kwamba kuna anachaguliwa mwenyekiti bodi mpya, mwenyekiti, mweka hazina, mwenye mwenye mwenye, mjumbe mwakilishi wa vijana, mwakilishi wa wafugaji, wakulima, wanawake na kundi la wote, sio sasa kwenye haya mambo nadhani tuingie, nisemeje kwa Kiswahili, interest, yani kwa kwa maslahi. Tusiingie kwa maslahi binafsi eh? Watanikoma mwaka huu ni zamu yangu, watanikoma hayo mambo ya stahili. Kwenye hili tuangalie dhima ya kinapa ambayo kimsingi bila kupepesa macho inagusa maisha ya watu, na nataka niwaeleze kazi mnazozifanya nyinyi KINNAPA hapa na hata mashirika mengine ni kazi ambazo zingepaswa kufanya na serikali, ila uwepo wenu mnatusaidia kazi serikali. Kwa hiyo lazima tuwathamini na kutambua kazi yenu. Mkienda sehemu mkajenga shule, ile shule sisi serikali tulipaswa kuijenga, mmetusaidia. Tumesikia hapa juzi mmekuwa kwenye kampeni zima, pia kusaidia masuala ya ukatili. Eh, ukatili wa kijinsia, nadhani tulikuwa wote kule Sunya tumeenda kuangalia wale watoto ambao waaa azito serikali ilitoa mwelekeo kuwa na haki ya kupata elimu, mlitoa vileani na mafunzo yale, nilishiriki kwenye tukio hilo kikamilifu. Ni kazi ambayo serikali tungetakiwa kuendelea kuifanya lakini